Uh, wiki hii tumekuwa na mafunzo kwa watumishi wetu wa afya. Hii ni desturi yetu ya kila mwaka kuhakikisha kwamba tunawaandaa watumishi wetu kuwa tayari katika mwitikio wa magonjwa ya mlipuko. Wiki hii tumekuwa na mafunzo katika nyanja mbalimbali yakiwemo magonjwa ya Ebola magonjwa ya kolela, magonjwa ya mpox, lakini pia na Covid 19. Tunajua umuhimu wa mafunzo haya, lakini kupitia ofisi ya mkurugenzi ameturuhusu kufanya mafunzo haya kwa watumishi takribani themanini. Haya magonjwa yamekuwa yakitokea kama mapya, lakini pia mengine yakijirudia. Kwa sisi kama wajibu wetu kama watumishi wa afya tumekuwa tukifanya mafunzo haya ili kuweza kuwasaidia jamii. Sisi kama Hospitali ya Kanda ya Rufaa tumekuwa miongoni mwa chachu katika hospitali zinazotuzunguka kuendelea kutoa elimu kwa watumishi lakini hata jamii inayotuzunguka. Uh, katika training hii nilikuwa ninafundisha kama mkufunzi katika upande wa uh, sample management ama jinsi ya ku, ku, ku deal na vipimo kwa wagonjwa wa, wa, wa mlipuko. Pamoja na kwamba anaweza kuwa ni mgonjwa wa, wa, wa magonjwa ya mlipuko, lakini bado anakuwa anahitaji kuendelea na huduma nyingine za kawaida za kawaida kabisa katika katika hospitali, kwamba anaweza kuwa ni mgonjwa wa, wa, wa magonjwa ya mlipuko, lakini bado tunahitaji kumhudumia vipimo vingine vya kila siku vya, vya, vya kimatibabu. Kwa hiyo katika treni hii tuk tunajengeana uwezo kwamba pamoja na kuwa tunawahudumia wagonjwa wa mlipuko bado tunaendelea kuwahudumia katika huduma zetu za kila siku. Kwa hiyo tuk tunawekeana uwezo, tunajengeana uwezo kwa watumishi kwamba tunapokuwa tunaendelea kuwahudumia katika huduma zetu za kila siku bado tuz, tuzidi kuchukuliana tahadhari katika kuwahudumia wagonjwa wa mlipuko. Napenda kumshukuru Mungu mimi nikiwa kama mwanafunzi ambao tumehitimu siku ya leo mafunzo ya magonjwa ya milipuko na nimefurahi kwa sababu tumejifunza vitu vingi vya msingi ikiwepo kujikinga na magonjwa ya, ya milipuko kwa njia ya kuhudumia wagonjwa wetu bila kuwanyanyapaa na tumejifunza vitu vingi ambavyo tunaweza kujikinga wakati wa kutoa huduma hizo za magonjwa. Na moja ya vitu ambavyo nimejifunza siku ya leo, kwanza ni uchunguzi wa awali kwa mgonjwa wetu, umtenga mgonjwa na wagonjwa wengine ili asipate maambukizi ya moja kwa moja. Na cha tatu kuendelea na uchunguzi na vipimo mbalimbali ili kuweza kuokoa kiurahisi maisha ya mgonjwa. Uh, leo tumehitimisha mafunzo ambayo yalikuwa yanahusiana na magonjwa ya milipuko, magonjwa mbalimbali mbali ya milipuko, ambapo kwa siku ya leo toka tumeanza mpaka tumehitimisha, nimejifunza vitu vingi sana, jambo la kwanza ikiwepo kujikinga mimi mwenyewe dhidi ya mgonjwa au wagonjwa ambao nitakutana wana magonjwa ya milipuko, lakini pia yamejengea uwezo wa kuweza ku, kumkinga mgonjwa asiweze kuambukiza wagonjwa wengine, lakini pia mimi mwenyewe kuwakinga stafu wenzangu. Lakini pia haishi hapo tu peke yake, yatanisaidia kuwa balozi, na kwa maana kwamba kutoa elimu kwa ajili ya, ya kujikinga kwa stafu wenzangu, lakini pia kwa jamii kwa ujumla ninayoishi nayo.